Mpendwa mtazamaji, ni dominika ya pili ya kipindi hiki cha Kwaresma. Karibu katika tafakari ya neno la mwenyezi Mungu, ambalo somo la kwanza tunalipata katika kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na tano aya ya tano hadi ya kumi na mbili na aya ya kumi na saba hadi ya kumi na nane. Somo la pili tunalipata kutoka waraka wa mtume Paulo kwa Filipi sura ya tatu aya ya kumi na saba na sura ya nne aya ya kwanza. Injili tunaipata katika Injili ya Luka sura ya tisa aya ya ishirini na nane hadi ile ya thelathini na sita. Tukianza na injili, Yesu aliwatwaa Petro na Yohane na Yakobo akapanda mlimani ili kuomba. Ni katika kipindi hiki Yesu, mbele yake ulikuwepo lile kusudi la Mwenyezi Mungu, aliyokuwa amemletea duniani: akataliwe na wazee na makuhani, ateswe afe kwa kifo cha msalaba na baadaye afufuke. Akawa ana muda wa kuweza kusali, kuongea na Baba yake juu ya kile ambacho atakachoweza kutana nacho. Kwa hiyo habari tunayoisikia kwamba alipanda mlimani, mlimani palikuwa ni mahali ambapo Yesu mara kwa mara alikuwa anapenda kwenda kusali na alikuwa anakesha huko usiku mzima pia hata watu muhimu katika biblia mara nyingi walikuwa wanajitenga wanaenda mlimani musa mtumishi wa mwenyezi mungu alikwenda mlimani alikaa siku arobaini akiwa anapewa amri zile kumi ambazo alikuja akawapatia wana wa israeli nabii eliya naye pia alikwenda hadi katika mlima Yerobo, alitembea kwa muda wa siku arobaini, akakaa mlimani. Katika Biblia, mlima ni mahali pa sala faraga, mahali pa kuweza kujitenga, kuweza kuongea na Mungu Baba. Tunamwona Yesu kwamba ingawa alikuwa ni mwana wa Mungu, mbingu zilikuwa zimemfungukia, miujiza mingi ilikuwa inafanyika alitenga muda wa kuweza kusali kuweza kuongea na babake. Na sasa anawachukua hawa wafuasi watatu wale mitume wake Petro aliyekuwa amepewa jina la jiwe, Yakobo ambaye alikuwa ni mtume wa kwanza katika wale waliokuwa wamechinjwa na Yohane mtume wa mwisho kufa, na hao wote ambao walikuwa wanaitwa watoto wa ngurumo vilevile vile pia Yohane ni ile mtume aliyokuwa amepata yale mafunuo na akaandika kitabu cha Ufunuo. Wanachukuliwa pamoja na Yesu. Yesu anawachukua anakwenda nao mlimani kwenda kuomba. Kwa nini Yesu anawachukua hawa mitume watatu anaenda nao kule mlimani kwenda kuomba? Hawa mitume watatu walikuwa ni mitume ambao walikuwa karibu sana na Yesu kuliko hawa mitume wengine. Yesu alipokuwa anamfufua yule binti Yairo, kitabu cha Injili ya Luka sura ile ya tatu aya ya arobaini aliambatana na hawa mitume watatu. Yesu alikuwa anataka hawa mitume watatu wajifunze somo la msalaba na waondoe mitizamo mbalimbali mbali ambayo walikuwa nayo kwa sababu hawa mitume watatu tukianza na hawa wawili Yakobo na Yohane walikuwa na mitazamo mibaya juu ya Kristo. Yakobo na Yohane ambao walipewa jina la ngurumo walikuwa ni wenye hasira, walikuwa ni wapenda madaraka. Siku moja Yesu alipokataliwa kuweza kupokelewa katika kijiji cha Wasamaria Walimwambia Yesu, wamekataa kukupokea, turuhusu tuagize moto utoke mbinguni uweze kuteketeza kijiji kizima. Na ni kweli, kwa sababu Yesu alikuwa amewapatia mamlaka, wangeweza kuagiza moto, ungeteketeza kijiji kizima. Yesu akasema, hamjui ni roho ya namna gani mliokuwa nayo. Petro, ingawa Yesu alimwambia juu ya mwamba huo nitalijenga kanisa Alikuwa wa kwanza kumkataza Yesu asije kwenda kufa kifo cha aibu msalabani, akamwambia hayata kupata hayo, na Yesu akamwambia rudi nyuma, shetani wewe. Hivyo basi, hawa mitume watatu ambao walikuwa na mitazamo mibaya juu ya Masiha Yesu anawapeleka kwenda kujifunza somo la msalaba. Ni kupitia somo la msalaba ndipo tutakavyoweza kuitwa mitume wa Kristo. Tukianza kukataa katika somo la msalaba tukaanza kupenda madaraka tukaanza kutaka njia za mkato katika kuweza kufikia ufalme wa mbinguni, hakika tunatoka katika kuwa mitume wa Kristo. Na hadi leo wale wote wanaopenda madaraka, wale wote wanaopenda sifa, wale wote ambao wamejawa na hasira katika utumishi wa Mwenyezi Mungu, hao si mitume wa Kristo Yesu. Mwishoni kabisa katika safari yake ya kwenda kubeba msalaba akiwa katika bustani ile ya Getsemani, hawa mitume watatu watakuwa pamoja naye, badala ya kuweza kusali, watalala usingizi, na Yesu atabakia peke yake akiweza kuwa anaomba katika kuweza kukubali mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Yesu alitaka angalau kundi dogo la hawa mitume wake waweze kujua yeye jinsi alivyo. Mara nyingi sana katika shule ya kumfuata Kristo, tunataka kundi kubwa la watu waweze kutuelewa, waweze kujua, waweze kutuelewa jinsi sisi tulivyo, kwamba ni watumishi wa Mwenyezi Mungu. Haiwezi kutokea, na ndio maana Yesu muda mwingi alitumia muda wake kufundisha kundi dogo sana, waweze kumwelewa jinsi alivyo. Waelewe kusudi la Mwenyezi Mungu aliyokuwa amedoweka ndani ya Yesu na kupitia kundi hili dogo waliposimama imara ndipo injili imesonga mbele hadi leo. Wekeza kwenye kundi dogo, wafundishe, wajue mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Using'ang'anie sana katika kundi kubwa, kwenye umati, kwenye makutano. Makutano hata siku moja hawawezi kubeba kusudi la Mwenyezi Mungu. Makutano wapo kwa ajili ya kupata mikate, kufanyiwa miujiza wale washibe waponywe, baadaye waondoke. Lakini kwa ajili ya kuendeleza shule, kwa ajili ya kuendeleza utume, kusudi la Mwenyezi Mungu, baki na kundi la watu wachache sana. Akiwa mlimani, akiwa anaomba, akiwa anasali huko, Yesu aligeuka sura, mavazi yake yakawa meupe ya kimetameta. Luka sura tisa, aya 30 hadi 31. Uso wa Yesu ambao baadaye utapata utatapakaa damu, watamtemea mate na atavikwa taji la miba, uligeuka ukawa unametameta, mavazi yake yakawa meupe, vazi lake ambalo katika nyakati za mateso vazi lake watamvua watamvika vazi jingine na Herode atampiga kwa maneno na bakora na baadaye atampatia vazi jingine. Mavazi yake yalikuwa yanametameta. Akiwa katika hali hiyo ya kugeuka sura, tunajifunza jambo hili kwamba tunapokuwa katika kusali sura zetu zinageuka tuna sura nyingi ambazo tulizipata pia kutoka katika asili zetu. Tuna sura za baba zetu, ambazo wakati ule wa uumbaji Mwenyezi Mungu anasema na tufanye mtu kwa sura na mfano wetu. Baba yangu hakuwa katika sura ya Mungu, na ndio maana mara nyingi sana tunavyotembea katika maisha haya hatuna ile sura ya Mwenyezi Mungu hatuonyeshi utukufu wa Mwenyezi Mungu. Mavazi yetu haya meti meti, tunahangaika kila siku katika kuweza kuhangaika katika mavazi tuonekane kama ni wazuri, lakini hakuna ila kupitia sara. Tunapojitenga na Mwenyezi Mungu tutageuka sura, tutakuwa na ile sura ya kimungu, sura itang'aa na vivili pia, mavazi yetu yatametameta. Akiwa mlimani huko Musa na Eliya wanatokea wanazungumza na Yesu juu ya siku zake za mwisho. Musa na Eliya ni watumishi wakuu wa Mwenyezi Mungu katika Agano la Kale. Musa alikuwa ni mtumishi wa Mungu aliyepokea amri kumi za Mwenyezi Mungu katika ule mlima Sinai. Tunapata habari hizi kutoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 31 aya ya kumi na nane. Aliposhuka kutoka mlimani, yeye bila kuweza kujua kuwa ngozi yake na uso, uso wake ilikuwa inang'aa. Ilibidi sasa afiche uso wake kwa utaji, alipokuwa anaongea na wana wa Israeli. Alipopanda mlimani, aliposhuka uso wake uling'ara, na ndio maana pia katika tendo hili la Yesu kuweza kung'ara uso wake na mavazi yake kuweza kumetameta yule Musa ambaye uso wake ulikuwa umeng'ara akiwa mlimani naye pia anatokea. Habari hii tunaipata katika kitabu cha Kutoka sura ya 34 aya 29. Elia alikuwa mojawapo ya manabii wakuu, yani ni yeye ambaye kwa amri yake alifunga mvua isinyeshe kwa muda wa miaka mitatu, aliwachinja manabii wa Baali wale mia nne na nabi Eliya alikuwa kwenye mlima Herobo. Alikutana na Bwana katika mlima huo, na Bwana alimtokea katika sauti ya upole. Tunapata katika kitabu cha kwanza cha Wafalme sura ya 19 aya 11 hadi 12. Hivyo basi huyu nabi Eliya, kiongozi mkuu wa manabii, na baadaye pia Musa ambaye alikuwa amebeba Torati ya Mwenyezi Mungu sheria zile za wana wa Israeli, wanakuja wakizungumza juu ya kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo anatimiza ile Torati, na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo anakuja kukamilisha wale manabii vilevile. Pia kama vile Musa alivyokufa mpweke katika mlima Nebo, habari tunazipata katika kumbukumbu -kumbu la Torati sura ya 34 aya ya tano mpaka ya sita. Mungu mwenyewe ndiye aliyekuwa amemzika Musa. Yesu mwenyewe atakufa kifo cha upweke akiwa pale msalabani. Kama vile nabii Eliya alivyoondoka kwa gari la farasi la vita kwenda mbinguni, vilevile vile pia Yesu mwenyewe pia akiwa kule mlimani atapanda kwenda mbinguni. Wakati wanasali mitume hawa walilala usingizi, yani Petro, Yakobo na Yohane waliuchapa usingizi katika uwepo wa Bwana. Ni kawaida ya Petro kuweza kuelemewa na usingizi wakati wa sala. Anasimama kwa nafasi yetu sisi, ambao mara nyingi sana tunaelemewa na usingizi wakati wa sala. Ikifika tu kipindi cha usingizi, kipindi cha sala, tunauchapa usingizi wakati mechi zinavyoendelea nimetoa macho, lakini katika sala nina uchapa usingizi, napo sali rozari lazima nilale usingizi. Anaelemewa na usingizi, ingawa mambo makuu yalikuwa yanafanyika. Tumshukuru Mungu kwamba walikuwa wameelemewa na usingizi, walikuwa katika uwepo wa Bwana na walipoamka usingizini, wanaanza kutamka maneno haya. Petro anaanza kutamka maneno haya ambaye alikuwa ni mtu wa vitendo zaidi kuliko kuweza kutafakari. Anasema, tujenge vibanda vitatu. Nini maana ya kujenga vibanda vitatu? Anasema, tujenge kibanda chako Yesu, kibanda cha Musa na kibanda cha Eliya. Alikuwa hajui lile aliyekuwa analitamka maana yake nini. Twapenda sana kufanya mambo mengi kwa ajili ya Kristo tunapenda kufanya mambo mengi kwa ajili ya kanisa, twapenda kufanya mambo mengi sisi ambao tunajiita kwamba ni mitume, ni watu wa Mungu kwa ajili ya watu wengine, na hatuna muda hata kidogo wa kuweza kukaa kimya na Bwana. Bize na miradi ya kanisa, bize na shughuli mbalimbali, bize na vyama mbalimbali, bize na vikao muda kidogo wa kukaa na Kristo wa ukimya. Sina muda wa kumsikiliza Bwana, sina. Hatuna muda wa kuweza kumsikiliza Bwana katika yale mambo ambayo tunataka kutuyafanya. Ni kweli Yesu anataka hayo mambo? Ni kweli hiyo miradi mbalimbali tunaohangaika nayo katika maeneo mbalimbali Yesu anaitaka? Tumekuwa akina Marta, tunaangaika na kazi nyingi. Zaidi cha kushangaza ni kwamba hata muda wa kuweza kuabudu mbele za Bwana hatuna. Yesu hakuwa amekuja kwa ajili ya kujenga vibanda, hakuwa anahitaji vibanda. Kusudi la Yesu ilikuwa ni afe pale msalabani, kusudi la Yesu hawa mitume waweze kuelewa mpango wa Mwenyezi Mungu. Anakurupuka, anataka kuweza kujenga vibanda, Yesu akakaa kimya. Angalia sana miradi mbalimbali unayoifanya kujenga vibanda na mara nyingi sana sasa hivi kila maeneo ukienda ni miradi ya kujenga kujenga kujenga kujenga vibanda. Na hivyo vibanda tunavyojenga, tunamsingizia kwamba ni vibanda vya Yesu uh, vibanda vya Musa na Elia, lakini kumbe ni vibanda ambavyo vipo kwa ajili ya faida zetu sisi wenyewe. Petro anapotaka kujenga vibanda, kumbe alitaka abakie juu kule kule mlimani, asishuke chini. Kuna mambo mbalimbali Mlima ule ambapo Yesu alikuwa amepanda na mitume ni mlima mrefu sana. Alikuwa amechoka. Alikuwa anataka abakie huko juu. Katika maisha ya sala, maisha ya kiroho. Baada ya kuweza kuinuliwa, baada ya kuwa katika uwepo wa Bwana, nikishakuwa pamoja na Kristo. Nimemkumbatia Kristo. Natamani sana kubakia huko juu. Sitaki kushuka chini. Kwa watu ambao wana changamoto za maisha, nataka nibakie kule kule katika uwepo wa Bwana, nimkumbatie Kristo. Ni hisia za kila mtu, nyakati za kuweza kumkaribia Mungu, nyakati za amani, nyakati za utulivu, hatutamani kuweza kuondoka, tunatamani sana kuweza kuongeza muda wa kuweza kukaa na Bwana nikae huko katika amani. Petro alijua akishuka chini kuna changamoto na lazima watamkamata Kristo, kuna watu watahitaji katika kuweza kutaka kuweza kuponywa, akasema Bwana tubaki huku juu. Akasahau kwamba huku chini walikuwa wameacha watu kumi na moja wale mitume na wale wafuasi sabini na mbili na wale watu wengine ambao walikuwa wanahitaji kuweza kuponywa. Ebu ondoa hiyo kasumba ya kutakia kubakia tu katika kumwabudu Bwana umekaa katika uwepo wa Mwenyezi Mungu muda mwingi sana, unapenda kwenda katika maombi muda mwingi wa maombi, muda mwingi wa semina, tuacha huduma msingi za wito wetu, wetu, ambao tumeitiwa. Unakaa katika semina na maombi muda mrefu sana, alafu unaacha kwenda kuhudumia familia. Ondoka kwenye maombi yako hayo, shuka, nenda kamuhudumie mume wako Nenda kaihudumia familia, kafanye mambo yale ya msingi ya wito wako. Using'ang'anie tu kuweza kubaki katika uwepo wa Bwana, kwamba umezungukwa na utukufu, umebaki katika sala, umezungukwa na wingu, wingu la maombi, unaacha kwenda kushuka katika swala zima la kuweza kuwahudumia watu. Shuka, ondoka. Yesu anawaambia tuondoke. Ulichokipata kinatosha, kakitumia kwa ajili ya watu. Umeunganika na Mwenyezi Mungu, Ulichokipata nenda kwa hudumia watu wengine. Yesu anawambia tushuke. Dini si mahali pa kujifungia, yaani ni mahali ambapo ninakaa kufanya tafakari ndefu, furaha yangu ni kuwa mbele za Bwana. Dini si mahali pa kutafuta utukufu wa mwenyezi Mungu kwa kuangalia mambo yangu mimi mwenyewe na kutaka kueza kujenga vibanda dini ni ile ambayo ninakubali kushuka ninaacha utukufu ninakubali kushuka chini nikatoe huduma kwa walio chini kama Yesu mwenyewe alipokubali kuondoka katika utukufu wa baba akaacha mbingu akashuka chini kuja kuwahudumia wanadamu na ndio maana baadaye amepata wafuasi wengi Ukiona dini yako ni kukaa katika uwepo wa Bwana, unabakia tu juu, hutaki kushuka chini, huo sio Ukristo. Ukristo ni kushuka chini katika maisha ya kawaida. Hata kama utapita katika changamoto, shuka chini na kupitia changamoto zile, watu watamuona utu, watamuona utukufu wa Mungu ambao uko nao, watajua kama Mungu ameongea pamoja na wewe, kama vile Musa aliposhuka chini, watu wakamwona uso wake umegeuka, alikuwa amekutana na Bwana, wakamwona kwamba ni mtumishi wa mwenyezi Mungu. Yesu anasema tushuke chini, tukubali kushuka katika maisha ya kawaida, tuwahudumie watu na vilevile, pia katika safari yetu ya maisha tukubali pia kwenda mlimani kukutana na Bwana. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi kipindi cha Kwaresma, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.